Kwanza kabisa niwape pole sana wana Mbeya kutokana na ajali hii ambayo imetokeza jana, lakini nadhani tulipomzika masuala ya ajali kwa muda mrefu kidogo. Wakati nakuja hapa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewapa pole wafiwa wote, lakini pia yeye kama Mheshimiwa Rais ametoa msisitizo mambo ya kufuatilia la kwanza ameelekeza TANROADS kuanzia leo kutengeneza barabara ya mchepua kule nyuma. La pili, ameelekeza hapa, ameleta zaidi ya bilioni tatu, waanze kulipa fidia mara moja kwa ajili ya kupanua hiyo barabara haraka iwezekanavyo kwenye eneo hili la Mbalizi. La tatu aliyotuelekeza ni kwamba lazima wafiwa wote tuweze kugaramia swala la masanduku yote ishirini na nane kwa wale wote ambao wametangulia mbele ya haki, lakini pia ametoa maelekezo kwamba kila familia ambayo imepoteza ndugu au jamaa na marafiki tuweze kutoa mkono wa pole wa shilingi laki tano kila familia, kwa jumla yake shilingi milioni moja. Lakini hii siyo maana yake inaweza kukizi uhai wa mwanadamu ila ni mapenzi yake tu Mheshimiwa Rais kwamba kuona kwamba ameguswa na jambo hili na ameona kwamba aweze kushiriki kwa namna moja au nyingine kwenye hii bahati mbaya iliyojitokeza katika hapa eneo la Mbalizi. Tutaongea na waziri wa mambo ya ndani ya nchi kwamba Mbeya pia tuendelee kwa na kituo kikubwa cha ukaguzi wa magari hasa yanayokwenda nje ya nchi hususani ma nchi ya Congo, e nchi ya Zambia, lakini pia hata Angola. Sasa swala la kutengeneza barabara, magari yote yanayokwenda, nadhani magari yanaenda umbali mrefu yatapita kule, kwa sababu huku sasa kutakuwa tunapita magari madogo tu apo. Magari maloli yote marufuku kupita kwenye barabara hii. natua siku tatu. Tumeelewana.